Kama ilivyoada, Injili ya Ufalme wa Mungu haijawahi kukosa upinzani. Roho wa Neema na uamsho uliotokea Azusa uliotokea kupingwa na mila, desturi, tamaduni na dini. Lakini kama mtume na mwinjilisti wa habari za Kristo na ufalme wa Mungu, Paulo alivyosema, unaweza kumzuia mtu, lakini sio injili ya ufalme wa Mungu. Ndivyo ilivyokuwa kwa uamsho wa, wa Azusa, kwa kadiri walivyowazuia na kuwasema vibaya ndivyo ambavyo walivyozidi kuongezeka siri hii tunaiona pia katika kitabu cha matendo ya mitume ambapo tunaona mitume wa kwanza walivyouawa walivyoteseka na kunyanyasika ndivyo walivyoongezeka walivyokuwa na nguvu ya kuhubiri injili ya Kristo huku ishara miujiza maajabu na matendo makuu ya Mungu zikiambatana na injili hiyo hata kiasi cha kuwa tishio kwa dola la Kirumi waliowatawala na dini ya Kiyahudi, ndivyo ambavyo kusanyiko hili la kiuamsho la Roho wa neema na nguvu mtaa wa Azusa lilivyoongezeka hata kuzaliwa kwa mwana wa Mungu mishonari aliyeleta habari njema za ufalme wa Mungu nchini Tanzania enzi za utawala wa serikali ya kikoloni ya Mwingereza kipindi hicho Tanzania ikijulikana kama Tanganyika, ambayo iliangukia katika mikono ya utawala wa Mwingereza baada ya matokeo ya vita ya kwanza ya dunia mwaka 1914 mpaka 1918, ambapo kabla ya vita hiyo Tanganyika ilikuwa ni koloni la Mjerumani. Kama ambavyo katikati ya shida na changamoto nyingi Mungu hulituma neno ili liweze kuponya, ndivyo ambavyo kupitia Roho wa Neema na Uamsho wa, wa habari za ufalme wa Mungu, tunaamini kwamba mishonari Podia aliongozwa na Roho wa Kristo kuja Afrika, baadaye Tanzania, na kutokea mkoa wa Mbeya kuja kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu kwa watu wa Tanganyika, baadaye Tanzania. Mishonari Hodia kwa mara ya kwanza alipofika Tanganyika mwaka elfu moja mia tisa ishirini na nane alikuwa chini ya mwamvuli wa Pentecostal Holiness, na mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tisa Januari alifanya ibada yake ya kwanza katika kijiji cha Igale, kata ya Mbalizi, wilaya ya Mbeya Mjini. Na baada ya kufanya kazi hii ya umishonari mwaka 1938 aliliacha kanisa na kurejea USA, na alipofika huko alijiunga na Assemblies of God. Mwaka 1939 lilikabidhi kazi yake ya huku Tanzania chini ya kanisa hilo. Baadaye Assemblies of God walituma wamishonari kuja Igale Mbalizi, kutazama kazi ya mishonari Podia ambaye baada ya kuondoka aliacha kanisa bila mchungaji, ambapo wana wa Mungu waliokuwa wakijiongoza wao wenyewe wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Mishonari hao toka Marekani walipofika Igale Mbalizi, Mbeya, waliteua pia viongozi toka katika kanisa hilo ambao walikuwa ni Waafrika, aliyeitwa Yohana Mpayo aliyekuwa chini ya mishonari kutoka Marekani Petros mpaka mwaka 1967 ambapo injili ya ufalme wa mungu tayari ilikuwa imeshaanza kuenea maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania, injili ambayo baadaye kamzaa mtumishi wa Mungu Askofu Mheshimiwa Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa la TAG Tanzania. Karibu katika mfululizo wa kipindi kijacho ambapo tutamtazama askofu Emmanuel Lazaro. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Erney Mbala wa huduma ya wana mwaka sifuri hadi 14, huduma ya kimataifa pete ya muhuri, Agai 2 23, na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha Yaliyojiri Ndani Ya Wiki.